Kiwa moyo ELCT Church Bookshop KKKT Dayosisi ya Kaskazini Magharibi. Risara kwa Mheshimiwa Baba Askofu Daktari Abednego Keshomshahara, tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2025. Utangulizi. Mheshimiwa Baba Askofu na mkuu wa dayosisi ya kaskazini magharibi ya Kanisa la Kiinjili la Kiruteli Tanzania, awali ya yote tunapenda kukukaribisha katika mojawapo ya kituo chako huku tukimshukuru Mungu aliyekuwezesha kuwa pamoja nasi leo. Tuna kushukuru kwa kututembelea rasmi na kutuhimiza kumtumikia Mungu katika shughuli za ujasiriamali na biashara ili kujenga na kuinua uchumi wa maendeleo ya kanisa. Historia fupi na maendeleo ya kituo chetu. Mheshimiwa Baba Askofu, ELCT Church Bookshop ni kituo kilichoanzishwa mapema kabla ya uhuru ili kuleta chachu ya maendeleo katika suala zima la kumkomboa mwanadamu katika ukamilifu wote na kueneza Injili ya Yesu Kristo kwa njia ya maandiko na mawasiliano kwa kutumia mbinu bora za kufikisha ujumbe wa neno la Mungu kwa jamii. Halikadhalika ilianzishwa huduma ya uhazili ambapo machapisho mbalimbali hutolewa. Aidha, e, huduma ya kudurufu na nyingi na mengine mengi ya usuyo tehama, ili kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia ya sasa. Kupitia kituo hiki, wapo wengi walioelimishwa kwa elimu ya juu na kujikwamua katika maisha yao na familia zao kwa ujumla. Hali ya kituo kwa sasa. Mheshimiwa, Baba Askofu, hii ni awamu ya kumi na moja ya uongozi tangu ELCT Church Bookshop ianzishwe rasmi mwaka 1959. Tunaendelea kujimarisha na kufanya ELCT Church Bookshop iwe eneo la kusaidia na kuibua wasomi na watafiti kufanya na kuandika taarifa mbalimbali, taarifa bobezi ili kuonesha mwelekeo halisi wa hali ya maisha kwa maana ya kusogeza karibu huduma ya maandiko na kumbukumbu mbalimbali kwa jamii. ELCT Church Bookshop ni mdau muhimu anayechochea fikra tunduizi za namna ya kujikwamua na kujenga moyo wa kujitegemea hasa katika mkoa wetu wa Kagera na kutangaza, kwa kutangaza na kuuza kazi za fani mbalimbali. Mheshimiwa Baba Askofu, wazo la kujipanua kujimazingirisha huku tukiendana na mabadiliko ya soko la dunia na teknolojia ya kisasa ni endelevu kwetu. Mheshimiwa Baba Askofu, kwa vile tunaendelea kuaminiwa na kupata fedha na mali kutoka vyanzo mbalimbali mbali, ili kujiimarisha kiuchumi, basi leo tarehe kumi na tano mwezi wa 4, 20 25. Tunayo heshima kubwa kukuomba utuzindulie kitengo cha nne katika duka letu kinachohusiana na uuzaji wa vifaa vya maabara na hivyo kuihudumia jamii pana na kwa njia hiyo kama kanisa tukiutumikia ufalme wa Mungu. Ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, Kwake Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, Ndiye mwamba ni salama, Ndiye mwamba ni salama, Njia yangu iwe ndefu, Yeye unipa wokovu, Mawimbi yakinipiga, Nguvu zake ndiyo nanga, Kwake Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, Ndiye mwamba ni salama, Ndiye mwamba ni salama. Neno fupi linalotuongoza katika uzinduzi wa vifaa hivi vya maabara ni kutoka Zaburi ya 136 mstari wa kwanza tu, Zaburi ya 136 mstari wa kwanza tu inasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Sisi wana dayosisi ya kaskazini Magharibi tunayo kila sababu ya kumshukuru Bwana, kumshukuru Mungu kwa ajili ya fadhili zake ambazo zimekuwa za milele. Kipekee ninyi ni mashahidi kwa hapa Church Bookshop ambayo imeendelea kuwepo tangu mwaka 54 hadi leo. Hizi ni fadhili za Bwana ambazo ni za milele, maana tunafahamu Church Bookshop ambazo zimeisha fungwa kwa sababu ya kukabiliana na ushindani mkubwa. Fadhili za Bwana ni za milele kwa sababu Church Bookshop wamekuwa na ubunifu kwamba tusiuze tu vitabu vya nadharia ya sayansi bali hata vifaa vya sayansi katika vitendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri sasa ndipo wameingia karne ya ishirini na moja, eh, baada ya miaka mingi kupita sasa wanaingia sayansi kwa vitendo, na kwa hiyo tunawapongeza kwa ubunifu ambao ni ushahidi wa kwamba fadhili za Bwana ni za milele. Fadhili za Bwana ni za milele kwa sababu hawakuishia kwenye wazo wakachukua hatua wakaijulisha halimashauri kuu, na fadhili za Bwana zilivyo za milele, halimashauri kuu ikakubali. Kwa hiyo Mungu eh, atupiganie au apiganie katika mradi huu, uzae matunda mema, mkatumike kwa uaminifu, ili kazi ya Mungu izidi kuwa ya mfano katika eneo hili la taifa letu. Naye Mungu alibariki neno lake sasa na hata milele, amen. wa vifaa vya maabara katika Church Bookshop. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. <coughs> Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya wazo hili na kwa ajili ya utekelezaji wa wazo hili la kuuza vifaa vya maabara, na sasa vimezinduliwa rasmi. Tunaomba ubariki kituo hiki kiweze kuzaa matunda mema kupitia mradi huu mradi huu uzae matunda kwa jamii na hata mradi huu endelevu. Jina lako lizidi kusifiwa sasa na hata milele. Amina. Mchungaji Kigembe Elimerek ni katibu mkuu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Magharibi ambayo iko katika mkoa wetu wa Kagera, lakini pia na wilaya ya Chato. Sasa leo tunamshukuru Mungu sana Baba Askofu Dr. Abednego Keshomshahara ametuzindulia kitengo katika ELCT Church Bookshop inayopatikana Bukoba mjini pamoja na Mureba na sasa, katika kitengo hiki tutaanza kuuza vifaa vya maabara. Vifaa hivi vya maabara ni kwa ajili ya kuendeleza sayansi katika mkoa wetu huu wa Kagera na mikoa mingine jirani <coughs> tumekuwa na shule nyingi katika mkoa wetu wa Kagera, hasa za sekondari na tumekuwa na msisitizo wa wanaosoma sayansi tumekuwa na vyuo mbalimbali lakini mpaka sasa hatukuwa na, na agent ambaye ni wa uhakika. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba sasa ELCT Church Bookshop itaanza kuuza vifaa hivi. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kuwakaribisha wateja wote e, wamiliki wa mashule e, shule za serikali, shule za watu binafsi, shule za maeneo mbalimbali mbali, hata nje ya mkoa wetu nakaribishwa, ili muweze kufika katika eneo hili kununua vifaa vya maabara, kwa sababu sayansi katika, katika karne hii teknolojia inahitajika sana, sayansi inahitajika sana. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na msisitizo huo e, kuliko mambo mengine yoyote, kwa sababu sasa hivi dunia inaongozwa na wanasayansi. Tunamshukuru Mungu kwamba dayosisi yetu itakuwa na mchango mkubwa katika kuendeleza sayansi katika maeneo haya. Tunawakaribisheni sana, karibuni. Vifaa vipo bei nzuri, na mazungumzo yote yanakaribishwa. Karibuni sana ELCT Church Bookshop, mjipatie vifaa vya maabara. Asanteni sana.